Naanza na gazeti Mwananchi, habari kubwa inasema Lowasa asema najiandaa kwa uchaguzi elfu mbili na ishirini. Lakini mafuriko yaua mtoto Mwanza ni habari ambayo imepewa uzito katika ukurasa wa kwanza, na waziri aagiza uchunguzi wizi muda wa maongezi katika simu. Lakini Lisu asema viatu vya Dr. Sla vikubwa na elimu bure kala moto Dar es Salaam. Na ingia ukurasa wa pili, kuna habari ambayo inasema mamea ilala Kinondoni sasa kupatikana kesho, na bandari yafuatilia tuhuma za kontena la sumu. Twende katika ile habari ya ukurasa wa nne ambayo inamhusu eh, Lowasa asema najiandaa kwa uchaguzi 2020. Waziri mkuu wa zamani Edward Lowasa amesema hajakata tamaa na ana nguvu ya kugombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Akizungumza na viongozi tisa wa wafanyabiashara wa Kariakoo wanaojiita wapenda mabadiliko, ambao walimtembelea ofisini kwake jijini Jana Lowasa alisema mwisho wa uchaguzi mmoja ni mwanzo wa uchaguzi mwingine. Lowasa, ambaye aliongeza ushindani kwenye uchaguzi mkuu uliopita baada ya kuihama CCM na kugombea urais kwa tiketi ya Chadema, alisema bado miaka mitano kabla ya uchaguzi mwingine kufanyika na kwamba muda huo si mrefu kwa maandalizi. Lowasa anajiandaa kwa uchaguzi 2020. Ukurasa wa pili, kuna ile habari ambayo inasema bandari yafuatilia tuhuma za kontena la sumu. Siku moja baada ya habari za kukamatwa kwa meli yenye shehena ya, ya kemikali za sumu nchini Pakistani inayosadikiwa kutoka Tanzania, mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA imesema inafuatilia taarifa hizo ili kujiridhisha. Management ya TPA ilitoa taarifa jana kwa vyombo vya habari kuwa kwa sasa ni vigumu kukataa au kukubali iwapo mzigo huo ulipitia katika moja ya bandari zake kwa kuwa hakuna taarifa za kina zilizobainisha juu ya kontena hilo. Bandari yafuatilia ya tuhuma za kontena la sumu. Lakini Tundu Lisu asema viatu vya Dr. Slaa ni vikubwa. Mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lisu amesema ni vigumu kuzipa Uh, kuziba pengo la Dr. Willibrod Slaa kwenye nafasi ya katibu mkuu wa chama hicho kwa kuwa viatu vyake ni vikubwa, hivyo anahitajika mtu mwenye uwezo wa kuvivaa na kumwenea. Lowassa alisema hayo alipoulizwa na mwananchi kuhusu taarifa kuwa waziri mkuu wa zamani Frederick Sumaye At atachukua nafasi ya katibu mkuu wa Chadema ile iliyoachwa wazi na Dr. Slaa ambaye alijivua madaraka na kuji na kujiuzuru siasa za vyama Julai mwaka jana. Tundu Lissu, viatu vya Dr. Slaa vikubwa. Waziri aagiza uchunguzi, wizi muda maongezi katika simu. Lakini pia katika ukurasa E, wa nne kuna habari ambayo inasema mafuriko yaua mtoto jijini Mwanza na elimu bure kala moto Dar es Salaam. Nikija katika ukurasa wa sita kuna habari nasema Sumaye aruhusiwa kutoka hospitali na hatima kesi ya uvunjaji Kinondoni Januari 25 zeki wakutana kujadili marudio ya uchaguzi. Makada 77 CCM ajitosa kuwania nafasi tatu Arusha. Lukuvi atumbua jipu Bagamoyo. Ni habari katika ukurasa wa saba gazeti hili la Mwananchi na kamata gazeti Majira. Habari kubwa inasema Kafu, ukimya si udhaifu, tunaheshimu mazungumzo, ndiyo maana tumenyamaza, hatuoni sababu ya kushiriki uchaguzi. Habari katika ukurasa wa nne, wafanyakazi wa kigeni 15 watimuliwa Mererani. Na vigogo wa maliasiri watuhumiwa ufisadi wakusanya mamilioni ya fedha za wanakijiji naingiwa kurasa wa pili kuna habari nasema waziri mkuu majaliwa wataka miundombinu kuimarishwa na kesi kupinga matokeo kuanza kusikilizwa januari 21 waziri muhongo asisitiza wateja kuunganishiwa umeme habari inasema waziri wa nishati na madini profesa sospita muhongo amesisitiza kauli yake kwamba tarehe iliyopangwa katika kati yake na man management wa ushirika wa umeme Tanzania, Tanesco nchi nzima kuhakikisha inawaunganishia umeme wateja waliolipa waliolipa kwa kipindi kirefu ikiwemo kukamilishiwa matatizo yao ya luku. Profesa Mwongo ameyasema hayo jijini hapa jana wakati wa kikao na mkuu wa mkoa wa Mbeya Abbas Kandoro ambapo alisema leo ndiyo siku ya mwisho ya kukamilisha shughuli hizo nchi nzima. Watumishi walieleza CCRA kero tano zinazowasumbua lakini pia katika ukurasa wa nne kuna ile habari ya Kafu, kimya si udhaifu. Jumuiya ya vijana wa chama cha wananchi Kafu, Juvikafu, imesema kuwa kukaa kwao kimya kwa kipindi chote hakumaanishi kuwa ni wadhaifu, bali wanaheshimu mazungumzo yanayofanywa na viongozi wao wakuu wa siasa. Kauli hiyo ilitolewa jana na kaimu mkurugenzi wa mawasiliano wa chama hicho Abedi Hamisi alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya chama hicho wilaya ya Vuga mjini Unguja. Alisema kuwa JUVIKAF imekuwa ikishangazwa na kauli zinazotolewa na kila siku He, kuhusu mkwamo wa kisiasa tangu kufutwa kwa uchaguzi mkuu ambao ambazo zina malengo ya kuwachanganya na kuwatia hofu wananchi hususan wakafu. Nikimnukuu anasema, sisi si wadhaifu kwa vile tunaheshimu mazungumzo na ndiyo maana tumenyamaza. Yamekuwa yakisema mengi kuhusu hali ya kisiasa nchini tangu kufutwa kwa uchaguzi, lakini tunanyamaza kwa kuheshimu mazungumzo, alisema. Vigogo maliasili wa watuhumiwa ufisadi ni gazeti hili la Majira. Gazeti Jambo Leo sauti ya jamii habari kubwa inasema Zanzibar yaonja shubiri ya Magufuli azuia fedha za mbwembwe za mapinduzi asisitiza zielekezwe kurudia uchaguzi mkuu viongozi mabalozi wa nje wapigwa butwa habari katika ukurasa wa pili siri ya vuja nauli mabasi ya haraka ukurasa wa tatu na ingia ukurasa wa ndani katika ukurasa wa pili Zanzibar yaonja shubiri ya Magufuli habari hii inasema serikali ya mapinduzi Zanzibar SMZ imeanza kuonja makali ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr John Magufuli katika kudhibiti fedha za umma. Makali hayo yanatokana na uamuzi wa Magufuli kuwasiliana na serikali ya Zanzibar na kuitaka kusitisha hafla maalum inayofanyika kila mwaka mara baada ya sherehe za mapinduzi. Rais Magufuli alisema baada badala ya kutumia fedha hizo katika hafla hiyo zielekezwa katika mambo mengine hususan kwenye maandalizi ya kurudia uchaguzi mkuu wa Zanzibar. Uchaguzi huo ulifanyika Oktoba 25 mwaka jana, lakini ulifutwa kutokana na kile kilichodaiwa tume ya uchaguzi Zanzibar zeki kwamba umegubikwa na kasoro nyingi. Juzi gazeti hili lilishuhudia baadhi ya viongozi wakiondoka bila kwenda ikulu kama ilivyozoeleka kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Zanzibar yaonja shubiri ya Magufuli. Majaliwa awafunda wadau wa ujenzi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka wadau, wa wadau wa sekta ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano kushirikiana na wawekezaji kutoka Japan kuendeleza miradi mbalimbali ya ujenzi nchini. Akizungumza Dar es Salaam jana, katika mkutano uliowakutanisha wadau wa sekta hiyo kutoka Japan na Tanzania, Majaliwa alisema ushirikiano huo utaleta tija kwa taifa kwani wadau wa sekta hiyo watajifunza masuala mengi kutoka kwa wataalamu hao. Siri ya vuja ma nauli mabasi mapya. Siri ya vuja nauli mabasi ya haraka. Serikali imeitaka management ya wakala wa basi yaendayo haraka dat kuhakikisha inazingatia viwango vya nauli vilivyopo katika mkataba na si vinginevyo. Kauli hiyo ilitolewa Dar es Salaam jana na naibu waziri ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali ya mitaa TAMISEMI Suleiman Jafo ambaye aliridhishwa na utekelezaji wa mradi wa mabasi yaendayo haraka BRT. Taarifa ya serikali inaonesha kuwa nauli zilizopo katika mkataba kutoka Kimara hadi Kivukoni ni shilingi 700, Mbezi hadi Kivukoni ni shilingi 900 na Mbezi hadi Kimara ni shilingi 500. Hata hivyo, nauli zilizoendelezwa na zilizopendekezwa na mtoa huduma kutoka Kimara hadi Kivukoni ni shilingi 1200, Mbezi hadi Kivukoni ni shilingi 1400 na Mbezi hadi Kimara ni shilingi 700.